Huu chanzo cha moto nadhani bado hakijajulikana, lakini jinsi inavyo inavyoonekana ni shoti ya umeme. Nadhani kilichokuwa kinaendelea ni uokoaji wa vitu ambavyo vilikuwepo maeneo haya. Kuna baadhi ya vitu vimeungua hapa, kuna baadhi ya, ya, ya vitu ambavyo kidogo vimeathirika. Na wananchi wa hapa nadhani kidogo asilimia kubwa wamejitahidi kwa ajili ya kuokoa vitu ambavyo viko maeneo haya, lakini kiukweli nimesikitishwa sana na kitendo cha faya ambacho walikuja kukifanya hapa. Faya wamekuja na gari, ndani ya dakika mbili gari imeisha mafuta. Tunashukuru sana jeshi la jeshi la uokoaji ya Mzinga, wamekuja wamefanya kazi kubwa sana, wameokoa maji, wame, wame, wamekuja, wamezima moto, ndani muda mfupi asilimia kubwa moto umepungua, lakini nipo Kingaru nasikia huku moto, watu wanakimbilia moto moto, ila baada ya kuja hapa moto kaendelea kuwaka. Faya wameenda kufatwa, ni wananchi wametoka hapa wameenda kuwafata faya pale, yani sio mbali hata, kilo, hata, hata nani kilomita ifiki. Wameenda kufatwa pale faya, wamekuja hapa gari halina nani, halina maji, umezimazima hapa, umeondoka. Umeona mpaka sasa hivi hawajaja, yani mpaka sasa hivi mpaka gari la Mzinga gari la Mzinga ni kikosi cha nani kulinda amani ndo kime kimekuja hapo kimezima, lakini bado na kuna wananchi kama kwenye gorofa kule juu anazima mwenyewe, na wananchi wameunguliwa na mali zao sana, mabanda yote haya. Naomba nitoe ushauri wangu kwa serikali. Serikali katika upande wa zimamoto umekuwa na kitengo cha zimamoto na zimamoto hawa wanakuwa na zile fire extinguisher. Sasa ushauri wangu ni kwa kitengo cha uzimamoto watoe elimu ya kutumia hizo fire extinguisher, na ikiwezekana kila eneo la biashara, kila eneo la ofisi za watu, pale shughuli zinapoendelea watoe elimu, na zile fire extinguisher zipelekwe na zitumike katika mazingira yale zinaweza kusaidia kuzima moto ukiwa angali katika hali ya mwanzo kabisa, ukiwa ndo unaanza. Wafanyakazi wa, wa, wa maeneo yale wakiwa na elimu ya kutumia zile fire extinguisher na wakiwa nazo katika ofisi zao, ni rahisi kuzu, ni rahisi sana kuzuia ule um, moto ukiwa ndio unaanza katika hatua za awali kabisa. Lakini awali yote tupende kutoa lawama kwa jeshi la polisi au jeshi la zimamoto fire kwa sababu kutoka tulipokuwa sisi hapa na alipokuwa ofisini kwao ni kilomita moja na nusu brother, lakini watu wamechukua watu wafuata ofisini na kufika mahali hapa, na waliweza kufanya hiyo kazi, walishinda kufanikisha na wakaondoka. Na baada ya kuondoka, wakazi wa hapa waliendelea kufanya hizo kazi, na mpaka kama dakika 45 jeshi la wanajeshi la zimamoto mzinga wameweza kufika mahali hapa na wameenda kufanya kazi mpaka dakika hii hapa, jeshi la faya mpaka dakika hii gari limefika na bado halina maji. Kwa hiyo hili, kwa sisi wananchi wa Morogoro, roho inatuma sana, kwa sababu sisi kama sisi ni Watanzania na jambo kama hili hapa ikipata Morogoro, ni Watanzania nzima hawa watu. Ni ni waje Somali na wana mali yao, tukio kama hili.